Fundi niaje? Ah, poa sana. Tu fresh kabisa. Ah, kuna toje hapa nimeleta ili niisha. Oh. Nataka uniongee hiyo toje. Kuna safari inaenda. Na hiyo toje kweli. Wewe ah, unda tu ile unajua. Oh, sawa. Mm. Ah, fundi niaje? Ah, poa bwana, nimekuletea gazi hapa hivi. Oh. Shida ni gani? Shida hii kiti lazima tusidi. Shida ni wapi? Wewe ndio unajua ya shida yake. Oh, lazima? Eh, tatu tutajaribu kwanza. Oh. Inaonyesha kweli? Ai, inaonyesha.